Mnyama unakaongela mbali, umefunguka hapa, mshafungwa sana, mseme tu leo leo mechi. Ah kweli mechi leo, wenye mnashinda, mnashinda a Kigamboni mnashinda ukifungwa Mkifungwa leo leo ninyi ndio mnaonesha furaha hivi sasa hivi, furaha, tuna imani tutashinda. Furaha hawa wakati wa kutoka. Hapana, boo sio haramu baada ya kufungwa hapo ndo maana, mbasa, mpunga, a, mpungu, mpira haramu msiongelee mpira, mpira, mpira, mpira ugomvi alafu kwa nini mashabiki wengi wanapokuja swala la mechi ya Simba na Yanga hmm? Nasema, o, kama wavaaji jezi, kwa nini usivae sasa hivi kila mtu akujue? Kifungwa mnazivua mnatia kwenye pochi. yaani mmejiandaa nyinyi, yaani mmekuja na nguo mbili mbili Ah, nimekuja kumbuja na ngua mbi kwa sababu baadaye anataka nikiingia wanjani. Jezi yenyewe inang'aa ya Simba, inang'aa unyama. Kwa nini usianzia huku nje? Nita nitavaa ndo naingia nitavaa. Nimeanzia kazini, huwezi jua mtu kaanzia kazini. Eh, labda kazini haitaji uvae nini, uvae jezi uh, wa nifikio eh? sana. Kwa ni kumbuja. Kwa ni kumbuja na nguwa mbiku soba adaya umetisha sana. Nitakutafuta baadaye lakini. Haya poa. Nitakutafuta eh, baadaye mechi ikiisha. Haya. Metro Media TV. <tipa> Okay, Benjamin Mkapa sehemu ya hukumu hiyo hapo, ambapo leo bichi na mbivu tutazijua hapa hapa. Wale mabingwa wale machampion, watani wa jadi, wana kari yako dabi, Simba Yanga leo rasmi wanakutana tena tena, baada ya mapumziko marefu, kwa ngao ya jamii. Nani atatoka mbabe nani ataendeleza ubabe wake? Basi leo ndo tutajua mbivu na mbichi. Sisi kazi yetu ni kusogezea kila information ambayo itapatikana hapa, kila details zitazopatikana hapa. Kaa na kana sisi Metro Media TV. Mimi naitwa DJ Don David, Don AK Mr Newspaper, Benjamin Mkapa Lupaso, ile pale eh, lazima linapatikana hapa leo. Kwa hiyo kaa na sisi, tutakupa kila kilicho bora, au vipi? shout out to you kumi na sita e, ni leo leo, anakufa mtu leo e, yani ujue leo anakufa mtu. Nimetoka Mbeya, Tukuyu koja kuifuata hii timu hii bwana, kutoka Tukuyu, Tukuyu. nimefuata Simba, yaani leo anakufa mtu, sitegemei leo. Nimetoka Tukuyu afu timu yangu nafungwa leo Mpanzu anawaweka ile siku, tarehe tarehe ngapi ile tarehe shina ngapi aliwakosa leo hii? Hatuachi, atuachi atuachi leo, uhakika. ah, baba leo nakwambiaje, si chini ya goli mbili leo, goli mbili au goli tatu yani, si chini ya goli hizo mbili, nakwambia tena. Mliwahi kufanya lini mpaka nawafunga kila siku sikuni yani, kweli hey. kweli ametufunga zaidi ya mara ngapi lakini ni sahihi kaka, yeah. Lakini nakwambia kwa usajili tuliofanya mwaka huu hapana aibu tena. Basi kwa nini mlikuwa msajili? Hapana, sema kwa sababu mimi ni ha, pa, nasema, kwa, kwa shabiki wale tuliwaachia viongozi hiyo kazi, naona kidogo kulikuwa na wangu na, na, na, na, uh, mtafaruku.